Eshimu wazazi, tunadai haki ya afya, haki ya elimu, haki ya ulinzi, na sisi ndio mabalozi wa watoto wote walioko Hanang' kwa ajili ya kuadhimisha siku ya leo. Kwa hiyo niwakaribishe sana Kati ya mambo ambayo tunayafanya ni kutembelea stendi yetu, ili muweze kuona kazi nzuri anayoifanya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine. Karibuni sana. Pongeze sana watoto kwa kufanya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Na katika halmashauri yetu ya Hanang' tumeadhimisha kwa kuanza kutembelea stendi yetu ya mabasi mpya kabisa ya kisasa yenye gharama ya zaidi ya bilioni tano, semeni wote zaidi ya bilioni tano, zaidi ya bilioni tano. Ni fedha nyingi sana ambazo serikali kuu chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kutuwezesha ili tuweze kusimamia ujenzi wa stendi yetu ambao mnaiona na mtaitembelea na inatoa huduma pamoja na kuingiza mapato ya serikali. Hayo mapato yanakwenda kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo haki yenu ya kupata elimu bora lakini haki pia ya kupata huduma za afya bora. Tukienda kwenye vituo vya afya tunapata dawa ni kutokana na uwepo wa stendi hii. Tukisha kusanya mapato tunapeleka vijijini kwa ajili ya ununuzi wa dawa. Pamoja na hayo, tunaendelea kukuza ajira kwa vijana, wakina mama na watu wote kwa ujumla. Kwa hiyo mimi, rai yangu kwa wananchi wa Katesh katika maadhimisho yetu ya Siku ya Mtoto wa Afrika pamoja na kuwatembeza watoto wetu waweze kuona stendi yetu ni toe rai kwa wananchi kuweza kuendelea kuitunza stendi yetu, lakini kuhakikisha wale ambao wamiliki wa magari waweze kupita stendi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo nitamshangaa dereva yeyote ambaye hatafuata sheria hizi katika halmashauri yetu ya Hanang', na tutaendelea kusimamia utaratibu huu ili tuweze kuhakikisha kwamba stendi inatumika na tunapata mapato. Kwa hiyo na hili hapa jengo mlioligeukia wote mnaliona eh? Ili ndo jengo letu la utawala, ndo jengo letu ambalo kutakuwa na eneo la kwanza. Hapa ni hall kubwa. Hii hall kubwa itakuwa ni eneo la abiria kusubiri mabasi yaani, ukiwa unasafiri hautakuwa na haja ya kukaa huko kwenye jua. Kutakuwa kuna eneo letu hapa litakuwa la kusubiri mabasi, tutafunga TV kutakuwa na viti si ndio, eh? Kwa hiyo tutakaa kivulini, tutaendelea kuangalia TV. Basi lako likiwahi kufika utaondoka, hata kama kipindi haujamaliza, si sawa yeah. Alafu, pia stendi yetu itakuwa na ulinzi humu ndani, kutakuwa hakuna vibaka watakaoingia, kutakuwa, kutakuwa na utaratibu mzuri, hamna mtu atakayeibiwa, tutasimamia vizuri. Kwa hiyo tutakuwa na amani, lakini pia lile litakuwa geti letu la kutokea. Mabasi yatakuwa yanatokea geti lile pale, lakini tunavyo pale yaani vyoo vyetu vya hii stendi ni vyoo bora vya kisasa vinavyozingatia usafi na afya za watumiaji. Watakaotaka kupita watapita pale, nitawaonesheni ni vyoo vya kisasa mno. Mm, yaani kile choo ukiingia unatamani usitoke. Vyoo vyetu vya kisasa, ukiingia unatamani usifanyaje? Usitoke. Kwa hiyo tuna vyoo vya kisasa, tutaingia, tutapata huduma zetu. Eneo jingine liko ili hapa la mbele, ili mnaona tunalopanda panda maua eh? kutakuwa na maua na viunga, kutakuwa na sehemu za kupumzika, kutakuwa na vivuli, lakini pia kama tunavyoona hii hewa safi, maua yetu hakisha kuwa mengi hapa, tutakuwa na hewa safi kabisa ambayo kila mtu atafanyaje, ata enjoy. Sawa eh? Lakini pia hatujawaacha wafanyabiashara wale wadogo, si kila mtu hawezi kubeba maduka eh? Lile eneo la nyuma lile, kama mna, mkigeuka kidogo tu yale ndo maduka yetu, ndani ya stendi yetu, kuna maduka yote na huduma zote zinapatikana hapa. Yaani unaweza ukatoka kijijini, lakini ukifika hapa, ukamaliza mahitaji yako, ukanunua vifaa vya shule, ukapata vinywaji, ukapata chakula na ukamaliza hapa, ukapanda gari lako, ukafanyaje, ukaondoka. Lakini pia wale wafanyabiashara wadogo tunawaweka, wana eneo lao pale zuri kabisa, watakuwa wanafanya biashara zao ndogo ndogo ili kutoa fursa ya ajira lakini kubwa zaidi ambalo nitawaelezeeni ni kwamba stendi yetu hii ya mabasi Kateshi inaingiza mapato ya serikali, mapato ya serikali ambayo yanaenda kutumika kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ikiwepo ujenzi wa shule, ujenzi wa madarasa kwenu na kuboresha miundombinu mbalimbali ya shule zetu. Si mnaona shule zetu sasa hivi zilivyokuwa nzuri eh? Kingine ambacho tunashukuru sana ni ile stendi, ya, hii stendi ya hapa Kateshi mbe serikali imetoa muda wake mwingi ikaijenga ika tumeiona. Hii siku ya leo ni siku ya baraka sana na sisi tumeshukuru. Asanteni sana kwa kutujengea stendi mpya ya Kateshi na tumeenda kuiangalia. Asanteni sana, Mungu abariki muweze kupata mafanikio na muendeleze kazi yenu vizuri. Asanteni.